It hali ya thumani, mimi ni mtoto yaani huyu mama alofariki ni mama yangu mdogo. Kwa hiyo kwa tukio hili limetokea, limetusikitisha sana sisi kama familia pamoja na jamii nzima kwa ujumla, limewasikitisha sana kama mnavyoona watu jinsi walivyokuwa na huzuni, ni kwa sababu ya hili tatizo lilojitokeza, ambayo ni tatizo la kinyama lilojitokeza huyu kijana alilofanya hili tatizo e, kijana anazikwa leo kutokana na utaratibu wa muongozo wa viongozi wa dini walivyotoa, ndivyo watakapozikwa. Kutokana na muongozo wa viongozi viongozi wa dini jinsi walivyotoa mwongozo, ndivyo atakapozikwa watakapozikwa. Hivyo huyu kijana alikuwa ni kijana ambaye alikuwa hana ushirikiano kwanza na, na watu yaani hata marafiki hakuwa na marafiki wale ambao wakumsogelea kwa ukaribu zaidi, na sasa hata sisi ndugu zake alikuwa hatusogelei ili, ili sisi tuweze kumpa ushauri na ukimpa ushauri anaona ni ushauri ambao unampa ambao hufai. Kijana huyu alifanikiwa kupata elimu aliyosoma, so, eh kijana alisoma, alisoma shule ya msingi alimaliza na a, alihitimu shule ya msingi akaenda masomo ya sekondari na alimaliza hadi fofu. Kiukweli hali yake kutokana na jinsi alivyokuwa, mimi sijajua ni kitu gani kinachoweza kumbadilisha huyu kijana. Lakini akiwa mdogo amesoma shule vizuri mpaka alimaliza shule akaenda na sekondari. Sasa kilichombadilisha kiukweli mimi sijajua, kama ndo labda alijiingiza kwenye magrupu ya dawa za kulevya, mimi sielewi. Mama yangu mdogo ana watoto wanne, ebana Jamali huwa kiukweli kabisa kazi hataki, kwa sababu wa, wa, wa, wa dada zake walishamwita Morogoro, wakamtafutia na kazi kule, akifanya kazi ile ni kwamba muda mchache basi anavurugana nao, anasema mimi naondoka. Akiondoka kutoka kule anakuja huku anaanza kumvuruga mama. Ah, mimi naitwa Abdalla Rashidi, huyu aliopatwa na tukio mimi ni dada yangu. Kwa hiyo yani kiufupi tu huu jamaa huu jamaa alikuwa anazingua, yaani kwa sababu mimi ni mara nyingi sana sister alikuwa akiniita, nakuja kusuluhisha hii mambo, lakini nimimsii kweli ni mjomba wangu nilikuwa nikimwambia bana, hii sio poa, lakini nafika kipindi yani paka yeye maza yake mwenyewe, inafika sasa anamkimbia inabidi ahame, anakaa hata miezi miwili mitatu ndo anarudi, na akirudi bado jamaa anakuwa tu ni mkaidi. Kwa hata wakija ma bro wengine ambao ni mabro zangu, jamaa anawafuza anawaletea shida. Kwa hiyo inafika mahali sasa, ikafika mahali tukasema sasa tukimpeleka kituoni kule na anatoka, mimi sijui kinatumika kitu gani, lakini ndio hivyo tu. Kwa hiyo cha msingi, yaani mimi nasema, vijana, tuacheni tu mambo ya bangi bangi, sio poa. hata kama unavuta bangi, lakini kumbuka mzazi wako. Kweli hivi, amekulea miezi tisa, unakuja namchoma kisu, namu mbaya sana kidini. Huyu bwana yeye alikataa dini, alisema mimi si Muislamu mtanizika kama